Anaisimamia vyema sana moja kati ya hii mashine Jaan Dushman. Lakini kumbuke, nipo na mtongo ukweli sana, Mr. Home Video ni kutoka pale pale Lock City. Yes, bila kusahau mtongo ukweli kutoka pande za Kahama mjini pale Bwana Rajabu. Tuko sambamba katika burudani safi zenye kupendeza Jaan Dushman kwa mara ya kuanza duyo wa maisha Iyapa inadondoshwa na sio wa happy family <laughs> Okay, unaambiwa kwanza kabisa ni maombi eh, kabla ya mambo kuanza kupendeza hapa ndani, baada ya kuwa tunaendelea kumwomba Bwana Shiva namna iya, hapa yote utayapata ndani ya Jani Dushmani. Haya mambo mimi sina cha kuzungumza bali moja kwa moja na kukalibisha sasa katika hatua ya kwanza kabisa ya Jani Dushman, adui wa maisha. Ili uendelee kuenjoy baki na mimi upate burudani safi, Jan Dushman, kwa mahala ya kwanza kabisa. E bwana mashine, ndo hii hapa, tunakwenda kuianza rasmi. Leo tulikuwa katika jengo moja, wenzetu wanaita Shiv Mandel, yani ni katika jengo la ibada zinapolizwa talumbeti na watu wamekuja kwa ajili ya ibada, baada ya kuwa kuna matatizo kibao yamekwisha kujitokeza mara kwa mara katika moja ya mji huu, hususani nyoka wanakuwa wanasababisha majanga makubwa laia menohaya. Kwa elaia leo walikuja katika maeneo haya kwa ajili ya kuhitaji kumwomba Mungu awasaidie ili kuepusha na majanga ya nyoka, lakini pasipo kujua kuna mengi ambayo walikwisha kuyakosa mpaka kufikia hatua hiyo. Hebu tuanze rasmi Jaan Dushman, naamini mengi utayajua ndo kwanza tunafungua dimba. Siku zote ibada ni maalum sana pale ambapo unapokuwa na shida na unapomwomba Mungu iwopo kama una imani ya kutosha, basi pia Mungu naye anapokea maombi yako vyema sana, na unapata msaada. Ndivyo ilivyokuwa kwa hawa jamaa. Anasema katika ibada hii e hakika ni kufumba macho na kuendelea kumwomba zaidi Mwenyezi Mungu. Mungu pekee atapokea maombi yetu Aj, na matatizo yatakwisha, katika moja ya kijiji hiki anasema yeye, Mwenyezi e, Mungu pokea maombi yetu, A, ipu, holo, tumekuwa ni watu wenye matatizo kwa muda mrefu, hususani tunazidi kuendelea kuteseka juu ya hawa nyoka ambao wanazidi kukatalisha maisha yetu <laughs> tunaamini kupitia maombi haya wewe ndiye Mungu pekee tu ambaye unaweza kupata kutusaidia sisi kutondosha katika moja ya majaribu makubwa kama haya. Lakini wakati baada ikiendelea, tunakuja katika msitu mmoja. Leo kuna binti mmoja alikuwa akiendelea kutembea, anavyoonekana tu, kabla tujiona su lake, lakini anaonekana kuwa ni mlimwende mlembo, mtoto mzuri, mtoto mashallah, lakini anaonekana si binti wa kawaida, yupo ndani ya msitu. E bwana wewe <tipos> ni hatari kwelikweli, asikwambie mtu. Hii ndiyo Jaan Dushman bwana. Tunakwenda kuianza hivi. Ni mkono wa witi folili inadondoka hii mashine. Wakati hawa huku nao wakiendelea na ibada, kuna nyoka mkubwa sana alikuwa anaingia kwa wakati huo, anaingia mandel hapa. Huyo cheki ambavyo anapita eh. mzeni shida alisimama mpaka pale kwa Mungu wao ambao wanazidi kumuomba wao. wote wamefumba macho, wajui chochote. Mzee anakuja kukukuruka. Eh eh. anakuta nyoka kasimama pale kwa Mungu wao. Eh eh. Eh eh. anamfukuza nyoka, ataki. Hapo. Nyoka wote wanafumbua macho, mbele yao kuna nyoka pale. Nyoka, nyoka, nyoka, nyoka. Nyoka. Nyoka. Nyoka. Nyoka. Nyoka. Nyoka. Nyoka. Jamani huyu nyoka amejia nini tena hapa katika ibaada yetu tummalize tummalize. watu wote kawa nyoka nyoka, nyoka, nyoka. nyoka kasimama pale mbele yao <tri> lakini kuna mmoja akasema acheni kabla hajafanya kitu waligeuka nane bwana zuia, walikuwa ni wale masapeli, yani wakamata nyoka. Lakini tukiama kule katika msitu mmoja, ile kuna masela walikuwa wamekaa hapa, wamepaki gari lao pembeni, wanapiga masanga ha? Yani wamedevela kinyama. Sasa huyu so, jamaa wakati anashusha chupa akamcheki binti mmoja mzuri anapita katika pande hizi, kama unavyojua tabia ya pombe tena. I see. Jamaa akainuka kabisa akaendelea kumcheki bibi wakati anatokomea huko. Ala! Yaani mgongo tu kamvutia, anameza mate mfurizo ya masela eh. Masela cheki huko wote akasimama kwa ajili ya kutazama wanamcheki mtoto mmoja mzuri, anakwenda huko. Ah, huyu analipa mzee, kwa nini anatembea msituni mtoto mzuri kama huyu? Maria, yani huko tukamalizane huko, huko. Aina tatizo we mtoto mzuri namna e hii, anawezaji kutembea peke yake msituni huko. Tundeni wakatupa chupa zao kwa ajili ya kumfata yule mwanadada. Sapu, anasema kuna haja ya kuweza kumua huyo nyoka, kwa sababu nyoka amekuja, ni kiasi gani ambavyo ameweza kuwapendeni mento. Unajua mara zote mnakuwa mnachukulia nyoka ni viumbe wabaya, lakini hapana, wanatoka mstuni na wanamua kutufuata sisi binadamu huku. Nyoka ni kiasi gani ambavyo wanaonyesha upendo katika upande wenu mm. Yupo kama msipomshambulia, pia hata ye hawezi kuwadhuru. Tu, tu, shikino, lakini kwa nini, kwa nini amekuja hapa? Hebu mtoe mara moja, sisi tunaogopa. Hapana, nyoka ni hatari katika moja ya maisha yetu, wanamogopa kuonyesha kwa kwamba nyoka ni kiumbe mzuri wala hana shida yoyote. Om namo shivai alianza kumwimbia kanyimbo kazuri hako akimbemeleza nyoka ili aje katika kikapu hicho, hata bwana we Turudi katika upande wa pili, yule binti alikuwa anakuja katika pande kama hizi hapa kwa mambo mengi ambayo yanaendelea. Na nakukaribisha katika episodi ya pili ili uendelea kuenjoy njoi zaidi. Hii kumbuki inaitwa Jaan Dushman, sauti ya DJ Shua kama kawo bado inazidi kupaza katika mitambo. Yes, karibu katika tu ya pili, tuenjoy pamoja.